Ni manufaa ya mradi huu ni makubwa sana. Tutaweza kuongeza udairi wa wanafunzi, na maana yake ni kwamba tutaongeza wataalamu wa afya hapa nchini e, lakini vile vile tuna tafiti zinafanyika, lakini vile vile tumesomesha wanataaluma, tumesomesha wanataaluma 33 tayari wanasoma uzamili pamoja na uzamivu. Kwa hiyo hawa wakirudi, tuna imani tafiti vile vile zitaongezeka, lakini hii kama mnavyojua, chini ni chuo cha afya, na maana tunachofanya chote kinaenda kuboresha afya za Watanzania. Tutaongeza fursa za masomo kwa vijana wanataka kusoma masomo ya, ya afya, lakini vilevile tutazalisha wataalamu wabobezi e, wa kuhudumia watanza, Watanzania kwa ina maana hata huduma za afya zitaweza kuboreka sana. Tunawashukuru wasimamizi wa huu mradi, kwa sababu wanashirikiana na sisi kwenye ofisi yetu ya serikali ya mtaa Mloganzila, na tunakwenda nao vizuri, na tunashukuru huu mradi umefanikisha kuwapa vijana wetu ajira ya kutosha asilimia kubwa. Tulikaa nao vikao na tukakubaliana jambo la kwanza kwanza tawa Mloganzila, kuhakikisha vijana wote wanapata ajira, na kweli wamelitekeleza hilo na vijana wamepata ajira. Eneo hili sasa hivi limekuwa potential, eneo hili kwa sasa limekuwa linakuwa siku hadi siku, eneo hili kwa mradi huu mkubwa ambao umeanzishwa, hakika vijana wetu watoto wetu ambao tumewazaa watanufaika sana na mradi huu mkubwa. Eneo hili hakika limepandishwa hadhi, mradi umefikia karibia asilimia hamsini kukamilika. Na tujue tu kwamba baada ya kufanya hayo ma, ma, ma, mageuzi na kuongeza idadi ya miundombinu ya kufundishia, tunatarajia kuwa tutapata wanafunzi wengi watakaodairiwa. Lakini pia tutaongeza nguvu kazi kwa ajili ya kuboresha uh, huduma za afya nchini. Tunajua kwamba sisi ndio tunaotoa huduma hii hapa Tanzania kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo, tuna imani kubwa kwamba serikali hii imetuwezesha kwa kiasi kikubwa kuweza kufikia hatua ya kuboresha huduma za afya nchini, lakini pia kuongeza ajira kwa watu wetu.